Najibu. Sasa leo usiku wakati nimelala, nikawa nimeonyeshwa nimekuja kwenye semina kuja kuhitimisha, halafu nikaona mkono mweusi, sio ngozi nyeusi, mweusi, yaani ni mkono wa binadamu alafu ni mweusi na ulikuwa na jo la rangi fulani, yaani huku mikono yake ndo naiona ile, naona nilinguli kubwa sana ambayo alikuwa naivaa. Ule mtu unapenya, unakuja kunishika, kunigusa, hawezi kunifikia, anajaribu kuja anishike, hawezi kunifikia. Kajiuliza, huyu nani ndio nakumbushwa namna nilivyokuwa nahamishwa kutoka kwenye mwili wangu alafu nakuwa pembeni kwamba wakati nilivyokuwa nakuja kunigusa kunishika wakati nimejiraza, mimi natoka namwachia mwili halafu bado hata mwili hana uwezo wa kugusa anashinda Haleluya. Haleluya! Wakati Mungu anamwambia mchungaji semina iandaliwe, haukuwa mpango wa binadamu. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzuia semina isiishe, yani hakuna mtu wa kuzuia semina isiishe. Kwa mara ya kwanza nimeuona ule mkono, nikainuka nikajiuliza kitu gani hiki nikarudi kupumzika tena ule mkono ukarudi tena kwa mara ya pili nilivyoamka namuuliza mungu kwa nini ndio mungu ananiambia adui anajaribu kuzuia usiende kumalizia ye semina kwa nguvu lakini nikwambie mungu yuko

Sijui na sijawahi kumwona. Sasa. Kubali gharama. Sawa. Mama yako akulee kwenye mapenzi ya Mungu. Na baba u, mama amfikishie baba ujumi. Huyu amechagua kuwa kama mimi na nataka Mungu amtumie kama mimi. Siku ile nilimuita. Nikamwambia usiondoke hata kwa kuchelewa. Kwa sababu Mungu aliniambia anatamani jambo. Nikamuuliza, nini shauku yako? Tumekaa pale kwa sababu Mungu ananiambia ndani una shauku, lakini namna ya kuifikia ni vigumu. Akaniambia natamani kuwa kama we na Mungu anitumie kama wewe. Hata mimi nilitamani kama kuwa kama mtu fulani. Hata mimi nilianza kwa kutamani kuwa kama mtu fulani. Kwa hiyo metamani kitu chini, sawa eh?

Namimina mafuta haya juu yake mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaiachiria neema yako Bwana juu yake, ametamani jambo jema, Mungu mkuu, Baba ukamsaidia, ukaweze kumtia nguvu, Bwana majeshi, mafuta haya Bwana yakamtunze kwa jina la Yesu Kristo, uwezo wako Bwana ukamwatamia kwa jina la Yesu Kristo, aanaa dui akae mbali naye uweze kushinda kwa jina la Yesu Kristo, akiwa akiwa na kupenda Bwana Mungu, ukamtunzi Baba, ukamlinde ukamjaze na uwezo wako, ukamjaze na nguvu zako, ukamjaze na neema yako, ukamjaze na uwepo wako, ukamjaze na baraka zako kwa jina la Yesu Kristo. Ni semina ya Pasaka, ni semina ya Pasaka, ni semina ya Pasaka. Hilo ndio somo letu. Semina tunayoendelea nayo ni semina ya Pasaka, na hilo ndio somo letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo semina yetu ni ya Pasaka, na leo tunaelekea sasa kwenda kuhitimisha somo. Ni Pasaka, na tulisoma maandiko nye kitabu kile cha Kutoka sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza. Narejea kidogo kwa wale ambao hawakuwepo lakini hatutasoma maandiko, nitakimbia kidogo, nakimbia kidogo. Tulisoma kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili na mstari wake wa kwanza hadi mstari wa ishirini na moja, lakini pia tukasoma Wakorinto wa kwanza sura ya tano mstari wa saba hadi wa nane. Tukasema neno Pasaka maana yake ni kupita juu ya sawasawa na Mungu alivyozungumza kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na nne pale ukisoma anasema nitakapokuwa napita katika nchi ya Misri, wakati anaenda kuua wazaliwa wa kwanza wote. Tukasoma kitabu cha Kutoka pia sura ya 11 mstari wa nne hadi mstari wa tano lakini pia tukasoma tukasoma kitabu kitabu cha cha Amosi, Amosi tano, mstari wa kumi na saba. Tukasoma kitabu cha Hesabu, sura ya thelathini na tatu na mstari wake wa nne, tukasema Pasaka maana yake maana yake nini? Pasaka, maana yake nini, nini? Tumetafsiri neno Pasaka, Pasaka, neno Pasaka inatokana na nini, si eh? Passover, ambapo tukasema sasa Pasaka tafsiri yake nini? Hili ni kumbukizi la ukombozi wa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Hili ni kumbukizi au ni kumbukumbu ya ukombozi wa wana wa Israeli kutoka Misri kule utumwani, kutoka sura ya kumi na mbili na mstari wake wa kumi na tatu hadi mstari wa kumi na nne Lawi Lawi sura ya ishirini na tatu na mstari wake wa tano Kumbukumbu la Torati, eh, Kumbukumbu la Torati sura ya kumi na sita na mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu, eh. Siku yetu ya pili tukasema tuangalie mambo waliopewa wana wa, uh, wa Israeli mambo waliopewa wana wa Israeli siku ya pili tukasema jambo la kwanza ni kufuata maelekezo kutoka kumi na mbili na mstari wa kwanza hadi wa kumi na moja namna Mungu alivyowaambia wafuate maelekezo wakati wa Pasaka katika maandalizi yao ya ukombozi wakaambiwa sasa wafuate maelekezo sio tu wakasherekea ili mradi wanasherekea Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hili kanisa. Nasema Mungu abariki, hata kama uh, mchungaji atakukwaza lakini mimi nimpongeze mchungaji, Mungu akubariki sana Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Wengine sasa hivi tayari wako kwenye majungu ya Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Lakini mchungaji ingoja, na hiyo ibada watu wakitoka wakienda kula Iwe imekaa vizuri zaidi wa kale kwa kufuata kanuni. Haleluya! hata kama ulikuwa na mpango wa kudanganya, kiuno kilinani, kiliteguka, Mungu amekusaidia sasa. Utasema nilikuwa ibadani. Haleluya! Umealikwa, kajua kwamba kuna pombe, ukaona nidanganye hapa leo, tuongo mtakatifu Nguli ni shtuka, kumbe haujashtuka. Sasa mchungaji anakusaidia sasa kwa ibadani, utawaambia tu kwa ibadani. Haleluya, kufuata maelekezo sio tu kusherehekea, tukasema ni lazima watu wafuate maelekezo, sio kujiendeendea tu kusherehekea, hapana. Lakini jambo la pili, tukasema ni kuto kujichafua wakati wa Pasaka. Tukasoma Kutoka kumi na mbili na mstari wa kumi na tano tukasoma Kutoka kumi na mbili na mstari wa ishirini tukasoma Wakorintho wa kwanza sura ya tano mstari wa saba hadi uh, wa, wa nane tukasoma Isaya hamsini na tatu saba Petro wa kwanza moja kumi na tisa kama haukwepo utawatafuta waliokwepo tukusaidia kufanya ibada takatifu. Eh, tukasema kitu kingine ni kufanya ibada takatifu mambo waliopewa Kutoka kumi na mbili kumi na sita eh? Yohana kumi na moja tano hadi tano. wa Korinto wa kwanza kumi na moja ishirini na nne Matendo ya Mitume ile sura ya ishirini na moja ishirini na nne hadi 26 kufanya ibada takatifu kama hivi tulivyo leo. Leo ni Pasaka, tunakumbuka ukombozi, namna na Yesu alivyotukomboa. Sasa tunasema unapoenda kusherekea, cha kwanza kuzingatia ni ibada takatifu, siyo tu ibada. Haleluya! Haleluya. Hapa tunayo ibada moja, wengine wana ibada mbili. Huwa nasema daima ibada ya kwanza siyo ibada ya wachamungu, asilimia kubwa huwa sio wachamungu. Ibada ya pili, ile ya mchana, ndio watu walioamua kupenda Mungu asilimia kubwa. Ibada ya kwanza ya asubuhi, kwa wale wanaofanya ibada mbili ibada ya kwanza ni ya watu wenye mambo yao, watu wanaowahi mambo yao sio Mungu. Yaani mtu anataka kwenda kwenye biashara zake, Mungu ni waziada, inabidi awahi. Walioamua wakienda kwenye ibada ya kwanza hatoki. Anasubiri ibada ya wacha Mungu. Watu ambao wako tayari kujiachia hata kama mpaka saa ngapi. Ibada ile ya kwanza watu wakimaliza kwanza, wakati mhubiri anahubiri, wao wanaanza, wanachelewa. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Lakini hapa hawapo kwa sababu hata ibada ya kwanza na ya pili hatuna. Tunayo moja. Mungu awabariki. Ah, kwa hiyo ni ibada takatifu, lazima watu washerekee kwa utakatifu, sio ili mradi tu ah -ah. Nikatoa mfano siku ile, ya kwamba watu wengine wako kwenye kwa lazima, wakimaliza kwa lazima wanaendelea na mambo yao kama kawaida. Bahati nzuri mimi nimefanikiwa kualikwa kwenye sherehe zao mara nyingi sio mara moja, na nimekaa na viongozi wa dini mara nyingi, sio mara moja. Yani mnaenda viongozi wa dini wanaulizwa, ulienda mahali fulani, tumefika, wakuta vinywaji vimeiva, sasa meiva, viongozi wa imani fulani wameingia, wameingia safu na ni wastaarabu, wataratibu, wanatembea kwa, ningekuwa mwendo ndio unatupeleka mbinguni bado wale watu wangefeli. <laughs> Haleluya, amen. Tumefika sasa tunaulizo sasa, angalia, kwa mara ya kwanza niliona pombe ya laki nane pamoja <laughs> na nikasoma maandiko yanasema, kuna mvinyo kwenye kitabu cha Mithali, anasema wa uangalayo mvinyo kwenye kikundu kwenye glasi. Mara yangu ya kwanza ndio niliona pale mvinyo nyekundu <laughs> lakini kiongozi wa dini anaulize Baba, kwa unyenyekevu wote natumia. Anasema ile pale, ile ya nyekundu au ni kiongozi wa dini na ilikuwa ni sherehe na sisi tulikuwa tumealika. Haleluya. Wanapiga ile nyekundu Haleluya. Lakini wewe ukitoka hapa unatakiwa kusherekea, lakini kwanza ibada yako iwe takatifu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa nini saa zote na Mungu anahitaji kutumia wakati wewe unafanya masiara wakati wao, analetwa mgonjwa, huyo mgonjwa anaponya, anapona sangaa, analetwa mtu ana pepo, huyo mwenye pepo atatoa. Wakati wewe mwenyewe umeshachanganya? Haleluya, haiwezekani. Kwa hiyo lazima uhakishe ya kwamba pasaka yako inakuwa takatifu, ibada kwanza takatifu. Haleluya, amina. Sasa, kama kiongozi mlevi

Haleluya. Twende kazi. Tusome Isaya ya hamsini na sita na mstari wake ule wangapi wa kumi mpaka kumi na mbili ili e ujue sio mimi nayezungumza maneno haya hata Mungu wataki haya twende. Isaya sura ya hamsini na sita. Ehe. Mstari wa kumi Ehe. na mwingine atufungulia Isaya sura ya kumi wa hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, na Mariamu Magdalena na mama, na na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaligrindisha lile jiwe akalikalia na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi kwa maana, najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa kwa kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambia wanafunzi wake amefufuka katika wafu; tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomwona. Haya, nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu ya furaha nyingi wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakuniona. Amen. Haya ndiyo maandiko na hilo ndio neno la Bwana, anasema na sabato ilipokwisha kupambazuka, siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdaleni na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Wakati Yesu alivyosurubiwa, wakamchukua ile siku ya Juma ambayo sasa mnasema ni Juma Kuu, ndio jamani, wakamchukua wakaenda kumsika, ile ilikuwa ni jioni mandario ya sabato lakini Yesu alikuwa amekwisha kusema akasema, ya kwamba naomba mzee niongeze kanani, kanani kidogo kani mbezi kidogo kambezi kidogo ili nisikausha sauti mba. Yesu ile siku walivyomweka kabulini ilikuwa ni mandario ya Sabato, wakaenda kumzika ili kusudi kuwai Sabato kabla haijafika. Ile siku ya kwanza ya pili ya tatu, tunaona Yesu anafufuka lakini kabla ya hapo, ile siku ya Ijumaa walipomuingiza kaburini, siku ya Jumamosi Yesu hakupumzika. Ukisoma kitabu cha Ufunuo kitakupa picha nzuri. Hapo ndo mlikuwa mnaimba mnasema ya kwamba alishuka mpaka ka, mpaka kuzimu akamnyang'anya shetani funguo za nini. Yesu hakukaa kaburini. Siku ya Jumamosi alikuwa kazini, ndio siku ambayo alishuka mpaka kuzimu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Lakini maandiko niliyo yasoma yanasema natazama, palikuwa na tetemeko baada ya Yesu kuwa amezikwa ile siku ya Ijumaa, Jumamosi Yesu akashuka kuzimu. Alivyotoka ile siku ya kwanza ya juma, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa tetemeko. Tazama, walikuweko watu ambao walikuwa wanalinda lile kaburi ambao Yesu alikuwa amezikwa, wakiwa wamemweka mle ndani, wakijua ya kwamba huyo ni mjanja atatoka. Wakagonga na mvuli wakaweka na walinzi ya kwamba hata toka, lakini litokea tetemeko. Walikuweko walinzi wa bustani, wakaliona lile tetemeko, wakasikia ile mikike mikike, halafu alafu, akaja malaika wa Bwana akaliviringisha lile jiwe, akamtoa mwanaume ile mauti ikashindwa kumshikilia, na ile kaburi likashindwa kumshikilia. Halafu mwanaume Yesu akatoka nje. Akina Mariamu wakijua ya pamba bado hivo kaburile, wakaondoka kwenda kumuona. Walipofika wakuta mwanaume Yesu amefufuka, amefufuka, amefufuka! Alikuwa tayari, alikuwa hai, alikuwa hai, akatoka na ushindi. Nikwambia, Yesu uwezi ukamfungia kwenye kaburi. Yesu yu hai, Yesu yu hai, Yesu yu hai, hakuna mwingine kama yeye Haleluya. Haleluya. Na hiyo ni moja ya sababu ambayo imetufanya tuabudu Jumapili. Siku ya Jumapili ni siku ya ushindi, ziko sababu kadhaa na kama ni msomaji wa maandiko, nenda kafuatilia, na kupa homework. Nenda kafuatilia, siku aliyofufuka Yesu ilikuwa ni Jumapili. Halafu nenda tena, Biblia inasema baada ya siku nane akakutana tena na watu, ile siku ya nane ilikuwa siku ya Juma ngapi? Halafu baada ya hapo nenda tena kafuatilia, alipokuja kuingia ndani wakiwa wamefunga milango, baada ilikuwa siku ngapi? Nenda kafuatilia, na kupa homework. Alafu tena nenda kafuatilie kutoka ile siku ya Pentekoste ilikuwa siku ya Juma ngapi? Nenda kafuatilie, kwa nini tusiabudu Jumapili kama hizo sifa zote hizo Yesu alizifanya? Maana yake ndio siku ya Bwana, haleluya, ambayo Yohana anazungumza kwenye Ufunuo moja, anasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Ilikuwa ni siku ya kufufuka Bwana Yesu, ndio maana inaitwa siku ya Bwana, haleluya. Akina Mariamu wao walijua ya kwamba ameshazikwa, amesikwa ujua ya kwamba aliyezikwa kule ndani ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Yeye ni mwamba, ni juu ya mauti, hakuna kitu cha kumshikilia. Wakaenda wanajua yuko kaburini, walipofika wanashangaa, wanaona jua liko pembe, wanajiuliza kitu gani, ikabidi warudi. Moja kwa moja jamaa mmoja akasema, hata akachomoka mbio mpaka kwenye kaburi, alishika zile nguo hivi, anakuta Yesu hayumu. Hayumu, ameshafufuka, haleluya! Akamrudisha ujumbe, akawambia mwanaume kashachomoka, haleluya. Kwa hiyo leo sisi tunasherehekea kwa sababu Bwana wetu amefufuka yuko hai, anaishi sasa, anatenda sasa, anatembea sasa, ni yuko mkono wa kuume wa Mungu anatuombea sasa. Tukimwita anaitika, yeye ni yeye yule, jana, leo na hata milele, habadiliki kwa sababu yeye yu hai. Angalikufa tungekosa ujasiri, lakini sasa ni jasiri kwa sababu Yesu yu hai, hatuogope